Huyo ni mwanakwaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi Mungu akubariki popote pale unapoisikia sauti hii. Uh, yako machache sana ambao Mungu amekusudia kuzungumza na wewe. Naomba tutenge mda wako huu maalum na mahususi kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho Mungu anataka kuzungumza naye. Basi wacha niombe Mungu ili kwamba afungue fahamu zetu tuweze kuelewa yale ambayo anakusudia kusema nasi, lakini pia nami niseme yale yanayonihusu hata moja, bali nimzungumzie yeye ambaye ametutuma mahali hapa. Hivyo nakuomba usiondoke, kuna ujumbe wako mzuri. Injili ni habari njema. Hatujeje kwa ubaya, hatujeje kwa ugomvi, hatujeje kwa ajili ya kumkashifu mtu yeyote, bali tumekuja kwa ajili ya kuwasilisha yale yote ambayo Mungu amekusudia kuzungumza na kila mmoja na hisia sauti hii. Hivyo ukae mkao wa utayari kupokea ujumbe wako mzuri kutoka kwa Mungu aliyekuumba. Ninasema asante Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, kwa ajili ya wote ambao Bwana umewakusudia ujumbe huu mwema kuweza kuwafikishia jemedari na kuomba sasa, Bwana macheshi, unitumie mimi kuweza kuwasilisha ujumbe pasina kupunguza wala kuongeza chochote, niweze kuyasema yote sawasawa, sawa na mapenzi yako, Bwana wa macheshi. Pungua fahamu za wale ambao wamekusudia, wameulenga ku, ujumbe kwao, asiyepata mmoja, Bwana wa macheshi wa kuimbiwa neno hata moja, hiyo liyokusudia kuzungumza na watu wako, niweze ku Penye ndani ya ufahamu ya wote waliokusudia, waweze kulipokea kwa furaha, waweze kulipokea kwa bashesha. Zaidi ya yote neno hili lisirudi bure, bali Bwana wa majeshi, kupitia neno hili mambo mapya yakazaliwe ndani ya mioyo yao, mioyo iliyokuwa katika hali ya kufa, kupitia neno lako, ile ambalo ni Roho ihuishayo iweze kuhuisha mioyo ile kwa katika hali ya kufa, wakapokea uzima, wakapokea Bwana wa majeshi, ata njema kupitia neno hili vilivyokuwa katika haa ya kufa vikapate kufufuka tena ee mtakatifu wa asa bwana majeshi kupitia neno hili walio wengi waweze kuwa tayari kupokea wokovu waweze kuwa tayari kupokea wewe yesu tule kuleta mahali hapa ili kwamba uondoe dhambi rana mikose na adhabu mbali za kaburi walizokuwa wakizitumikia kutokana na kuenenda kinyume na mapenzi yako asante bwana majeshi kwa kuwa yote unaenda kuyatenda tunaomba tukiamini kwa machache na mengine mengi kwako kupitia katika jina lako takatifu amina. Bwana Yesu asifiwe, amen. Jina la Bwana libarikiwe, amina. Basi nirudie kusema kwamba usikia hapo sauti hii sio kwa bahati mbaya. Mungu ana makusudi mazuri kabisa na wewe, ndio maana wewe ndio unayeyasikia haya. Hivyo utakapoyasikia maneno haya, naomba ujitafakari mara mbili mbili Ufanye uamuzi wewe kama wewe, bila kumshirikisha mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe amen. Jina la Bwana libarikiwe amen, amen, amen, amen. Haleluya. Amen. Basi tutasoma katika kitabu cha Ruka sura ya kumi na tisa mstari wa, wa kumi maandiko yanasema kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea alikuwa akijibu hoja iliyokuwa ikihusiana na mtu mmoja alikuwa anaitwa Zakayo ambaye alikuwa akiwiwa sana kumwona Yesu Kristo. Alisikia habari za Yesu Kristo, alisikia habari za miujiza ambayo alikuwa akitenda, alisikia habari za umaarufu wa Yesu Kristo, akatamani siku moja akutane naye, amuone hata siku moja. Lakini kutokana na ufupi na kutokana na kwamba Yesu Kristo kila alipokuwa akipita alikuwa akizungukwa na watu wengi sana, wakizunguka wakiambatana naye kwa ajili ya isharana majabu aliyokuwa akiyafanya. Zakaa kwa ufupi wake asingeweza kumwona alijitahidi amuone, akajitahidi kuangalia angalia, lakini hakuweza kubahatika kumuona huyo Yesu. Zakaa kwa kuwa alikuwa na kiu ya kuonana na Yesu, ile kiu ilikuwa ni kubwa kuliko kawaida, akafanya jitihada zote zinazowezekana ni kwamba amwone Yesu, akajaribu kwa namna yeyote ili amuone Yesu, lakini hakuweza akili kamwingia kwamba kwamba aise, sasa kutokana na ufupi wangu, umenikosesha kumwona Yesu na mimi natamani nionane naye, sinifanye namna hata nipande juu ya mti. Akasema, aise, nikipanda juu ya mti nikautangulia mbele huu mkutano, nikapanda juu ya mti, hakika nitamuona Yesu, na uenda nikimwona Yesu, maisha yangu yatabadilika, Zakayo.